Mimi kwa majina naitwa Deogratius Lihengelimo ni afisa ya mipango wa Halmashauri. Ya katika bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 tumewasilisha katika baraza la madiwani ambayo limeridhia kwa sauti moja kupitisha bajeti hiyo, makadirio ya kukusanya na kutumia jumla shilingi bilioni 44 milioni 770 na 1074, ambao kwa mchanganuo wake tunategemea katika mwaka ujao wa fedha vyanzo vya ndani kukusanya jumla ya shilingi bilioni tano, milioni 447 laki moja na sabini na tisa elfu. Tunategemea kupitia fedha za uzuku kutoka serikali kuu kwa maana maanaa kupokea jumla ya shilingi bilioni moja nukta nane lakini kupitia fedha za serikali kuu kwa maana ya mishahara ya watumishi tunategemea kupokea jumla ya shilingi bilioni 28 laki moja na sabini elfu mia moja na kumi na mbili elfu lakini pia kwa upande wa miradi ya maendeleo tunategemea kupokea na kutumia jumla ya shilingi bilioni tisa, mia mbili tisini na tisa, mia sita na moja elfu ambayo inafanya kuwa na, na jumla ya bajeti ya bilioni 44.7. Na katika utekelezaji wa bajeti hiyo tumeweka vipaumbele mbalimbali ambapo kwa upande wa mapato ya ndani kipaumbele ni kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kuendelea kusimamia vyanzo vilivyopo na kubuni vyanzo vipya vya mapato. Lakini kwa upande wa elimu tumelenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa kujenga kukarabati pamoja na kukamilisha miundombinu katika sekta ya elimu ya msingi na sekondari. Kwa upande wa afya pia tumelenga kuboresha huduma za afya kwa kujenga kukarabati na kukamilisha miundombinu katika eneo la afya, lakini pamoja na utoaji wa dawa pamoja na vifaa tiba. Lakini eneo lingine ambalo tumeliwekea kipaumbele ni eneo la kilimo, mifugo na uvuvi ambao tumelenga kuanzisha mazao ya kimkakati kwa maana ya kahawa pamoja na parachichi lakini pia kuendelea kuboresha huduma za ugani katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa upande wa ulinzi na usalama, tumelenga kuhakikisha amani na usalama ndani ya halmashauri kwa kushirikiana na vyombo vya usalama tulivyo na navyo katika halmashauri yetu na wilaya kwa ujumla. Lakini kwa upande wa utawala, tumelenga kuboresha utawala bora katika ngazi zote za kiutawala. Tuna eneo la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi pamoja na ustawi wa jamii ambapo tumelenga kuboresha mazingira ya kufanyia biashara kwa kujenga soko la kisasa katika mji wa Nyeunge, lakini pia utoaji wa mikopo ya asilimia kumi kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu hiyo tutazingatia. Kwenye upande wa uwekezaji, tumelenga kuanzisha benki ya ardhi kwa kuyatambua na kuyarasimisha maeneo yote ambayo yatatumika kwa shughuli hiyo. Lakini pia katika eneo la uhifadhi wa mazingira tumelenga kuboresha ya mazingira pamoja na matumizi ya nishati safi kwenye kupikia. Jina langu naitwa Dickens Kulo Shindika, ni diwani wa kata ya Nyeunge, amakamakuu ya halmashauri ya Buchosa. Ni tuko kwenye baraza la bajeti na baraza la robo. Tumemaliza na mjadala mkubwa ambao umepita hapa, ni mjadala mzuri wa manufaa makubwa kwa kata ya Nyeunge na hasa kwa sababu hii ni bajeti ambayo tumepanga inakwenda kuleta majibu kwa inakwenda kuleta majibu kwa kero mbili kubwa ambazo zimekuwa zinaisumbua kata ya Nyeuku. Kero ya kwanza ni soko na kero ya pili ni stendi, stendi ya malori na stendi ya mabasi. Utaona kwamba tumepewa bilioni tatu ajili ya ujenzi wa soko la Nyunge soko la kisasa soko ambalo utakwenda kuwa nafasi kubwa ya miundombinu, lakini na watu wengi watatumia hilo kwa ajili ya kujipatia kipato, halmashauri itatumia hilo kwa ajili ya kupata ushuru wake. Na kwa hiyo bajeti ambayo imepanga karibia bilioni tano kwa mapato ya ndani inategemea sana na mapato ambayo yatakwenda kutokana na uwekezaji mkubwa wa soko la Nyunge, lakini kingine ni ile stand stendi inayokwenda kujengwa nao ni stendi ambayo imepangiwa, imenunuliwa kiwanja muda mrefu, na mahitaji yamekuwepo muda mrefu, na kila mara tumekuwa tukizungumza kwa kwamba tutengeneze stendi, kwa sababu mazingira yaliyopo sasa hivi yanayotumika ama stendi ni hatarishi sana, ni mazingira hatarishi kwa watumiaji, watu wazima, watoto na ukizingatia no, kwamba sisi Nyeunge hapa tuna shule nyingi na shule zingine ni shule kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum, hawasikii, hawaoni, na lakini wanatumia barabara hizo hizo. Na bahati mbaya, barabara za mchanga hizo, huwezi kuweka huwezi kuweka zile alama za barabarani zinazoonyesha hapa basi uheshimu wapite wengine na wengine wasubiri. Kwa hiyo, unakuta tumekuwa tukipata hizi kesi za ajali mbalimbali, kama matukio yanayoendana yanakuwa mna mji ambao hauna stendi na kwa kweli, kwa ajili ya wananchi wa Nyeunge wanaposikia hivi, watakwenda kuleta watakwenda kuonyesha imani yao kubwa kwa serikali inaoongeza na Mama Samia Suluhu Hassan, serikali ambayo inajali matatizo yao na inasikiliza vilio vyao. Na hakika wananchi wa Nyeunge wakisikia hii miradi miwili, watajisikia faraja sana, kwamba kweli serikali inafanya kile ambacho yenyewe wao wa ndio wanakitaka kwa hiyo ni kero ambazo wananchi wamezi wamezieleza muda mrefu. Ni kero ambazo sasa serikali naonyesha kupitia bajeti hii imewasikia na inakwenda kutekeleza, na utaona wananchi pamoja na halmashauri vyote vitanofaia. Kwa majina anaitwa Martin Edward Nyamtuga, ni diwani wa kata Ilenza. Napenda kushukuru sana kwa hii bajeti tuliyotenga ya bilioni 44.7, kwa kweli itapunguza changamoto nyingi, hasa upungufu wa vyumba vya madarasa, lakini pia madawati na miundombinu hasa barabara na umeme. Kwa pesa hii itaweza kupunguza changamoto za wananchi wa jimbo la Buchosa. Ah, unajua jimbo hili ni kubwa na pesa inapokuwa inatengwa, sio hata hii bilioni 44, kwamba itaweza kutosha. Tumekuwa tukitenga pesa hivi kwa ajili ya kupunguza changamoto za wananchi, bado tunazo changamoto nyingi, ikiwemo barabara yetu ya lami ikiwepo na, na, na usambazaji wa umeme kwenye vitongoji. Kwa hiyo kwa bajeti hii kwa kero ndogo ndogo zitaweza kukamilika.